Jamani, shamba tena hili hapa. Shamba lina jumla ya ekari kumi na e, mbili kitongoji cha Kigubwi, kijiji cha Buyuni. Kutoka Vigwaza mpaka ufike buyuni ni kilomita tisa. Kwa hiyo kama unatoka Dar es Salaam ni mkono wa kulia, na kama unatoka Morogoro ni mkono wa kushoto ukiingilia Vigwaza. Shamba lina jumla ya ekari kumi na mbili na hekari moja inauzwa shilingi milioni mbili. Kwa hiyo jumla ya shamba lote ni milioni ishirini na nne. Shamba lina miti ya matunda, ina mastafeli kidogo kama unavyoyaona hapa, lakini lina mikorosho mingi mikubwa kama unavyoiona hii. Mikorosho inazaa, kwa hiyo mojawapo ya kitu unachoweza kupata hapa ni kuvuna korosho wakati wa msimu wake. Ni shambani lakini sio porini sana, kwa sababu majirani ndo kama hawa unaona wanajenga, na jirani mwingine yule kule upande wa pili. Lakini pia unaweza kufuga kuku wa asili kama unavyoona hawa wanaishi tu kama kuku pori. Kwa hiyo mikorosho ni mingi kama unavyoona, lakini pia kuna miti ya asili ya aina uh, mbalimbali uh, ya ya mbali ambayo iko humu shambani. Unaweza kuiacha mingine kwa ajili ya kivuli na sehemu za kupumzika unaweza ukachoma mkaa mwingine wakati unasafisha shamba na vitu vya namna hiyo. Kwa hiyo ah, mahali hapa panafikika. Kutoka Vigwaza, kama nilivyosema kilomita tisa unafika hapa shambani na, unaweza kuja, ah, na usafiri wowote ambao utapenda iwe bodaboda iwe bajaji iwe gari unapita barabara hiyo hapo unaona kuku wa asili. Kwa hiyo hili shamba ni kubwa maeneo hapa, wanaozunguka maeneo haya walio wengi ni wafugaji. Kwa hiyo na wewe pia unaweza kufuga ng'ombe, mbuzi, kondoo, kuku kama unavyoona, lakini pia unaweza kulima kwenye hili shamba. Kwa hiyo wale ambao wanasema hatutaki mtu amejenga, tunataka tujenge wenyewe kuanzia msingi, shamba ndio hili hapa, unaweza ukajiamlia mwenyewe uweke nini, ujenge nini. Barabara ndio hii hapa, barabara kuu ya kitongoji ambayo pia ndio mpaka wa shamba upande huu wa magharibi. Upande wa mashariki kule kuna mashamba mengine na watu wengine wamejenga miji yao kule. Kwa hiyo ni shamba ambalo linaelekea au lipo barabarani kama unavyoona. Kama nilivyosema, kuna miti ya asili ya aina mbalimbali kama hii unaiona mbele yangu, lakini pia kuna mikorosho ambayo ilipandwa na tayari inazaa. Kwa hiyo hii unaendelea kuvuna. Kwa hiyo karibuni sana wale mnaotaka mashamba madogo madogo, kwa kuwa mengine yale ni ya ekari mia mia mbili mia tatu elfu moja au zaidi ya elfu moja, lakini hili ni ekari kumi na mbili tu. Kwa hiyo karibuni sana, shamba ndio hili kama unavyoona, unasafisha mwenyewe, una plani mwenyewe. Wale ambao hamtaki nyumba za kununua hapo, unaweza kujenga mwenyewe nyumba ya ukubwa unaotaka staili na design na ramani unayotaka wewe, kama ambavyo unaona hapa. Ya kama nilivyosema, kuna miti ya asili mingi tu kwenye shamba. Sehemu nyingine ni kama pori kidogo, lakini kuna mikorosho pia. Kama nilivyosema, mikorosho ni mingi kama unavyoona, na hii mikorosho inazaa, kwa hiyo kitu kikubwa anachoweza kupata hapa ni kuvuna korosho wakati wa msimu wake. Ni shamba ambalo lilikuwa limesafishwa kabisa tayari kwa matumizi, lakini usimamizi umekuwa mbovu. kwa hiyo limeanza kurudi kuwa pori, na ndio maana unaona hali kama hii. Kwa hiyo karibuni sana mtu ambaye ana uhitaji wa shamba hili, tuwasiliane. Ni hekari kumi na mbili tu. Wale ambao mlisema mashamba mengine yale ni makubwa mno. Nataka shamba angalau dogo la kumudu shamba ni hili. Shamba ni ekari kumi na mbili, ekari moja ni milioni mbili tu, bei che kabisa. Karibuni sana jamani. Kama na wewe una shamba lako unataka kuliuza au kukodisha, karibu sana. Na kama unataka upate details au upate maelezo zaidi, tuwasiliane. Usikae na shamba ambalo utumii. Usikae na nyumba ambayo utumii, kodisha au uza maisha mengine yaendelee. Lakini cha msingi sana usisahau kusubscribe ili uweze kupata update kila ninapopata uh, eneo jipya au uh, shamba ama um, nyumba mpya kama unavyoona. Kwa hiyo karibuni sana, asanteni sana kwa kutazama.